Kwa nini Yesu alibatizwa? Zipo sababu mbalimbali zinazoeleza wazi kwamba Yesu kwa nini alibatizwa. Sababu namba moja ilikuwa ni unyenyekevu. Kutupa mfano dhahiri wa unyenyekevu. Kwa sababu pale tu ambapo Yesu alionekana kuwa si mtu mwenye dhambi, lakini akajinyenyekeza. Kwa sababu aungane na sisi kwa ile dhambi yetu, vile dhambi achukue madhaifu yetu sisi. Sababu nyingine ilikuwa ni kwamba kuonyesha au kudhihirisha ile huduma ya Yohane Mbatizaji. Tunajua kabisa Yohane Mbatizaji alikuwa ni mtangulizi wa Yesu Kristo, kwa maana ya kwamba vile ambavyo alianzisha ile njia, basi ilipelekea yeye kuingia katika ule ubatizo, kwa maana alikuwa ni mtangulizi wa Mungu. Sababu nyingine ni kwamba kuonyesha ile haki ya Mungu kwa watu wote. Ukisoma katika ile Mathayo tatu mstari ule wa kumi na tano pale pale pale anaposema ilitupaswa sisi sote kuitimiza ile haki ya Mungu, basi ilikuwa ni haki kwake yeye kupata ule ubatizo. Sababu nyingine ilikuwa ni kwamba Yesu alikuwa anapaswa kuanza huduma yake kwa maana ya uinjilishaji. Kwa hivyo basi ubatizo huu ilikuwa ni udhihirisho wa kwamba anakwenda kuanza kazi yake, hizo kwake kulimdhihirisha kuwa yeye ni mwana wa Mungu na kuonyesha ule Utatu Mtakatifu. Kwa hivyo basi kuonyesha dhahiri kuwa yeye anaingia katika huduma ya uinjilishaji. Mungu nakubariki sana.